Uh, mtu ambaye anakuja kuwa mkeo au mumeo ana mchango mkubwa sana kwenye maisha yako, mchango mkubwa sana kwenye future yako, mchango mkubwa sana kwenye amani yako, mchango mkubwa sana kwenye utimamu wako, emotions zako. Kwa hiyo before you agree to marry, au kuolewa na mwanaume au mwanamke kumwoa, hakikisha huyo mtu at least mmepata time ya kufahamiana karakta zenu mmeziona, mmeona kweli nyinyi mnaendana kuna watu wanaoana ndani ya muda mfupi, just because of that love butterfly, ambao ukimuona mwili unasisimka, ukimuona sijui unafanyaje fanyaje, those butterflies. Nafika mwisho, je, yeah, your character vinaendana? Ndio kwamba ni yule mtu ambaye mnenda kufanya maisha yenu, you going to live together, ni mtu ambaye Mungu akiwajalia atakuja kuwa baba au mama wa watoto wako. Mungu akiwajalia wa ndo mtaishi pamoja mpaka mzeeke kwa pamoja, mzikani. Ni mtu ambaye mtenda kufanya vitu kwa pamoja, yaani hakunaga mtu atafanya vitu tofauti, yani pale mpo kwenye familia moja useme nitaendelea kama yeye hataki kuendelea, nitafanya hiki kama yeye hataki kufanya hiki. Ukifanya hivyo ina maana ndoa yenyewe inakuwa imeisha. It's either of the two, uchuzi kuendelea bila hiyo ndoa au uiache hiyo ndoa ndo uweze kufanya hayo mambo yako kama huyo mtu haja agree kufanya hayo mnayotaka kuyafanya kwa pamoja. Kwa katika machagulio wapendwa wangu muwe makini sana, wachuzi. Chagua mtu ambaye unaona huyu kweli nimempenda, huyu kweli tabia zetu zinaendana, tukiongea tunaelewana, tunaweza tukajadiliana mambo tukafikia mwafaka, tunaweza tukafanya vitu. Pata muda kwa kwa kwa wa kumjua mwenza wako kabla mjaingia kwenye commitment ya ndoa. Kwa sababu huyo mtu ni ana mchango mkubwa mkubwa kwenye maisha yako kwenye your well being. Kwa kwenye machagulio huku, je, yeah, yakikasirika yukoje? Hasira zake zikoje? Huwa mna hendo vipi vitu